Kutana na magumu, changamoto, vikwazo, bala b, lakini ndani ya hayo yote zini zaidi ya washindi mdumishi bbalvou katika hayo yote tunapita kifua mbele abaznab kumbuka, hm. tuliyasoma katika andiko letu la ufunguzi. Hakusema kuwa hakutakuwa na tufani au moto. Hapana, ahadi sio kukosekana kwa changamoto, bali ni hakikisho la uwepo wake, hakikisho la ulinzi wake kwa ajili yako katikati ya dhiki, ili kusaidia kuelewa kwa sababu gani anasema ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali mbali. Yeah. Mimi kusoma hiyo waraka kwanza ya Yakobo sura waraka ya uh, Yakobo sura kwanza mstari wa pili. Kwamba tuhesabu <laughs> ni furaha tupu tukiamkia katika majaribu. Eh? Hiyo ndio mentality ya mwana wa Mungu. Huu ndio mtazamo, ndio fikra, ndio muundo wa akili. Eh, wa mwana wa ufalme rabaziga labarabando rosa paratiki libuzu kubuluka basi. Ai. Huo ni hivi hivi mdumishi bala rabazi limundurogizira. Yeye aliyeko ndani yako ni mkuu kuliko aliye katika ulimwengu. Kwa kila changamoto inayokuja rabazimpalabradulumasikavala umesimikwa kwenye mwamba. <laughs> hmm? Haya rabazugulubarabalabazidi boku rabat limungurobozira. Unajua kwamba aliyeko ndani yako ni mkuu kuliko aliye katika ulimwengu. Unaweza mambo yote katika yeye ya kutia nguvu. Mazempalabozira. Ajalishi mdumishi. Jambo nakutana nalo ni kubwa namna gani, linajitumua namna gani, linajidai lina uwezo gani? palaratisa parato lokoso bragida balabaziri bukura. Asubuhi ya leo nakwambia, inua macho yako mtumishi, litazame katika mtazamo tofauti, kwa nuru ya Injili, kwa nuru ya kweli ya neno la Mungu. raba laba raba usigidi bukura <laughs> aya, Biblia inatuambia katika Daniel sura ya tatu kuhusiana na Shedrak, Meshak na abednego vijana watatu ambao walisimama imara katika imani yao licha ya upinzani mkali. Hmm? Hadithi yao mara nyingi hukumbukwa na ta, kwa tanuru kali la moto lilochochewa vilivyo na ukombozi wao wa kimiujiza, lakini kuna mengi zaidi eh? Kabla ya kutupwa kwenye moto walikubali hukumu, walikubali kukataliwa, walikubali mashtaka ya uongo rapete lapra Yaani, kabla hajatupwa katika ile tanuru ya moto, mtumishi, walishutumiwa kwanza, walisemwa eh? tena mashutumi ya